Rais wa Russia, Vladimir Putin amesema kuwa vikosi vya Russia vinaendelea kupambana katika mstari wa mbele na kuyatwaa maeneo zaidi ya Ukraine hadi pale masharti yaliyowekwa na taifa hilo Yatakapotimizwa. Rais Putin amesema kuwa kwa mwenendo wa vita hivyo ulivyo, vikosi vya jeshi la Russia vitawafutilia mbali wanajeshi wa Ukraine na huenda vikamaliza kabisa jeshi la Ukraine siku za hivi karibuni. Rais Putin alitoa kauli hiyo jana Alhamisi wakati wa ziara yake katika bandari ya kaskazini ya Murmansk nchini Russia kuhusu juhudi za wafuasi wa Ukraine barani Ulaya za kuvuruga suluhisho la kidiplomasia la mzozo huo. Putin akizungumza na wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye manowari ya kijeshi ya nyuklia ya Arkhangelsk inayobeba makombora ya hypersonic ya Zircon nchini Russia. Siku ya jana, rais huyo alisisitiza kuwa Moscow imekuwa ikitafuta njia ya kidiplomasia kutatua mgogoro huo, lakini imekumbana na hila na vizuizi kutoka Magharibi, kwanza kupitia makubaliano yaliyoshindikana ya Minski, na baadaye kwenye mazungumzo ya amani yaliyofanyika Istanbul, Uturuki mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, namnuku Wasimamizi wao wa Ulaya waliwashawishi viongozi wa Ukraine kwamba walipaswa kuendelea na mapambano ya silaha hadi raia wa mwisho wa Ukraine atakapotoweka, kwa lengo la kuisambaratisha Russia kimkakati, alisema Putin, mwisho wa kunukuu. Putin aliwalaumu viongozi wa Magharibi hasa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Boris Johnson kwa kumdharau uthabiti wa Russia na kuonya kuwa uwezo wa kijeshi wa taifa lake usichukuliwe poa. Huenda alisahau kuwa kuna watu kama ninyi, akimaanisha wale watu wanaoendesha manowari na silaha kama manowari yenu, Putin aliwaambia wanamaji hao. Inaonekana alisahau, au labda hawaelewi asili ya watu wa Russia, alisema Putin, mwisho wa kunukuu. Rais huyo wa Russia alisema mgogoro huo unafikia hatua muhimu na yenye kuifanya Russia ijiamini zaidi, akieleza kuwa katika mstari mzima wa mapambano, wanajeshi wa Russia wanashikilia hatua ya kimkakati nanukuu. Hivi karibuni nilisema, tutawafuta wanajeshi wa Ukraine. Sasa kuna sababu ya kuamini kuwa tutawaangamiza kabisa. Kisha nadhani wakati wa wananchi wa Ukraine wenyewe kutambua ukweli huo utafika. Mwisho wa kunukuu, amesema rais huyo wa Russia. Licha ya msimamo wake mkali, Putin alisisitiza kuwa Russia bado iko tayari kwa mazungumzo ya amani, na mradi tu chanzo cha mgogoro huo kitatakapotatuliwa. Tunaunga mkono utatuzi wa masuala haya kwa njia ya amani, lakini mizizi ya mgogoro huu lazima iondolewe. Ni lazima kuhakikisha usalama wa Russia na mtazamo wa kihistoria wa muda mrefu, alisema Putin, huku akisisitiza kuwa msimamo wa Russia ni kuona Lengo la Ukraine la kujiunga na jumuiya ya kujilinda ya NATO linafutika kabisa. Rais huyo amesisitiza kuwa mara kadhaa kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya amani lakini Russia inataka suluhisho la kudumu na lenye msingi wa kisheria kati ya mataifa hayo, kwa mujibu wa Putin. Russia inapinga uwepo wowote wa NATO katika ardhi ya Ukraine na inataka Ukraine ijiondoe kijeshi isisa, isafishwe dhidi ya itikadi za kifashisti ichukue msimamo wa kutoegemea upande wowote na itambue hali halisi ya, ya maeneo hayo ambayo hadi sasa yametwaliwa na Russia. Mnamo Machi 18, jeshi la Russia liliamriwa kutoanzisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine chini ya makubaliano kati ya Rais Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Rais Donald Trump. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Russia imeripoti ukiukwaji mwingi wa Ukraine, ikiyataja kama majaribio ya kudhoofisha juhudi za upatanishi za Trump. Kauli hiyo ya Putin inaambatana na kauli nyingine aliyoitoa mbele ya wafanyakazi hao kuwa Ukraine inapaswa kuweka chini ya utawala wa muda wa Umoja wa Ulaya, yani EU, ili kuruhusu uchaguzi mpya kufanyika huko, akisitiza kuwa takwa hilo likitekelezwa atakuwa tayari kwa ajili ya kutiwa saini kwa makubaliano muhimu ya kusitishwa kwa vita kati ya mataifa hayo. Kauli hiyo ya Putin imekuja wakati ambao Marekani inapambana kufanikisha makubaliano ya kumaliza vita kati ya mataifa hayo na kurejesha mawasiliano na Russia kwa kushiriki mazungumzo aina tofauti na mataifa hayo hasimu. Kiongozi huyo wa Russia alisema anaamini kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anataka amani ya dhati, ndiyo maana anapambania mawasiliano ya pande zote za mzozo huo, japo hasimu wake Volodymyr Zelensky wa Ukraini anaponzwa na mataifa ya Ulaya ambayo yanadai yatamshuhudia, anadai kuwa yatamshuhudia akiangamia. Tangu kuanza kwa operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, Russia imeyatoa maeneo ya Ukraine ikiwemo katika mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Pokrovsk na Crimea iliyotwaliwa na Russia tangu mwaka 2014. Ni kuombe tu mwananchi, mtazamaji wa Mwananchi Digital uendelee kufuatilia Mwananchi Digital na tutazidi kukusogezea kila updates zinayojili kuhusiana na mzozo huo na kila habari ambayo itazungumzwa kuhusiana na mzozo wa Russia na Ukraine tutakusogezea kwa wakati huo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.